mzazi anaweza akapenda mtoto wake afanye kitu kama hicho? Hapana. Hawezi, si ndio? Na mimi ndio hivyo hivyo. Na ndio maana tulitoa taarifa kwa umma, maana taarifa kwa umma inaeleza kila kitu. Mm. Kwa mimi sina cha kusema hapo. Watoto ni wengi katika watoto unaolea zaidi ya 100. Wote inaweza ikatokea kama mzazi. Kwa hiyo unabidi ukubali kila kitu. Ndio. Ndio maana ya mzazi. Kwa hiyo mtoto akiteleza anateleza ataonywa, maisha yanaendelea. Yes, bana mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV, na kama tukubaliana na mimi nikwambie tu, moja kati ya tukio ambalo eh, limechukua taswira kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa siku hizi mbili, kwa maana kwamba kuanzia jana, eh, juzi na leo, ni swala la kauli ambayo alikuwa amezungumza msanii kutoka kwenye kampuni Alamata Village, eh, ya Alamata yalamaa, nazungumzia Sophy Juakali, moja kati ya kauli ambayo imezua gumzo mtandaoni, moja kati ya kauli ambayo imechukuliwa tofauti na watu wengi, moja kati ya kauli ambayo umeumizwa na watu wengi ambao wameweza kuisikia e, sitaweza kuirudia hiyo kauli, lakini ni kauli ambayo kama ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu na mitandao ya kijamii, kwa hakika utakuwa tayari umeshaisikia vile ambavyo Sophy Sophy Juakali alizungumza e, lakini baadaye Sophy aliweza kutoka e, mbele ya umma akaweza kurekodi video clips, sambamba na na baadhi, baadhi ya maandishi kuomba radhi kwa kile ambacho alikuwa amekizungumza e, kwa kusema kwamba haikuwa ni akili yake moja kwa moja, ilikuwa alikuwa amekunywa kidogo. Kwa hiyo Watanzania, baadhi ya Watanzania walimwelewa wa wali, lakini baadhi ya Watanzania hawajamwelewa, wakaendelea kumshambulia kwa maneno mengi sana sana. Baadaye kampuni yake Lamata Village ambayo anaifanyia kazi Lamata Entertainment. Waliweza nao kuposti wakala ama taarifa ambayo pia ilikuwa inaonyesha vile ambavyo ilikuwa imeguswa juu ya kauli ambayo alikuwa amezungumza msanii wao ambaye ni Sophy Juakali. Kubwa zaidi ni kuonyesha kwamba hawajafurahishwa na adhabu alikuwa wametoa, na kuweza kuwaomba radhi Watanzania kwa kauli ambayo alikuwa amezungumza Sophy. Lakini usiku wa jana ilikuwa ni siku ambayo mahususi ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanyika kwa birthday party kama ilivyokuwa imetangazwa hapo awali maeneo ya Tabata. Sisi kama Nyundo TV miongoni mwa watu ambao tunatamani kukupa mfuatiliaji wetu kile ambacho huna stahiki kupewa e, tukafika ni tukio muda ya saa mbili hivi tumeweza kukaa pale saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, lakini ndiko kuna kimya kimetanda. Watu wajaribu kuwatafuta baadhi ya watu wake wa karibu kuuliza, bwana, kuna nini, mbona muda huu saa nane, lakini mpaka muda huu hakuna ambacho kinaendelea. E, lakini mazingira yalikuwa yanaonyesha kwamba pati ipo, kama unaweza kuona hapo ilikuwa kuna bango likimuonyesha Sophy Juakali, pembeni kuna waalikwa. Lakini ilipofika majira saa tisa hivi kasoro nikajaribu kumpigia mwenyewe Sophy Juakali e, kwa ajili ya kuweza kum, kum, kumuuliza kwamba vipi, e, tukio lipo, mbona hadi mna huja tokea ama upo karibu tukusubiri, lakini hakuweza kupokea simu. Tulichofanya sisi tukaweza kuondoka, lakini mara baada E, tukufika nyumbani tukalala. Asubuhi tukampigia tena simu, bahati mbaya akupokea, lakini baadaye akanipigia, tukazungumza na Sofia. Alichokizungumza ni hiki hapa. Hello Sofia, mambo. Bwana, unazungumza na mwandishi wa Online TV ya Nyundo TV. Nilikupigia kupigia tangu jana usiku nilifika eneo la tukio Tabata ambapo ulikuwa umeelekeza kuna pati yako. Sasa nikawa nakucheki, hautokei. Mwisho siku, nilitamani nifahamu kama ulikuwa unakuja ama hauji. Mwisho siku nikakadi saa tisa saa nane nane saa tisa hivi nikaondoka. Sasa nikaona asubuhi nimekupigia simu nikatamani walau nisikie sauti yako, ikibidi kama utaridhia eh Ujaribu kuongea chochote ilimradi mashabiki zako wafahamu kwamba pati jana ijafanyika, badala yake utafanya lini na vitu kama hivyo, wote watu wasiwasi wasi, watu ambao wanakupenda, watu ambao walikuja jana wa kwa ajili yako Aha. Au kuna namna, lakini kuna namna yote ambao umepanga lini unaweza ukafanya mbali na jana. Hello. Yes, hiyo ni ilikuwa sauti ya Sophy Juakali, Birthday Girl mwenyewe. Alisema kwa sasa hayupo tayari kuzungumza, kama ulivyoweza kumsikia kwa uchache sana, tulizungumza naye, aliongea hivyo kama ulivyoweza kumsikia. Lakini sio tu Sofia, baadaye ikabidi niweze kumtafuta mama yetu ama mama yake, mama mlezi E, mama kiongozi kwenye kampuni ya Lamata Village ya Lamata Entertainment ambaye ni Lamata mwenyewe, kama mzazi, wito gani ambao anatoa kwa wasanii wengine ama vipi ambavyo wameguswa na hiki ambacho e, Sophy Juakali amekizungumza. Kauli ya Lamata madamu Lamata ni hii hapa. E, na yeye akiwa anazungumza msikilize. Madamu, habali <tipa> Kwema kabisa. Kwema. Sabani, unazungumza na mwandishi wa YouTube channel ya Nyundo TV. Kwema. Na upo live hapa na kurekodi kwa jinsi ambavyo tunazungumza mama. Na nimekutafuta wewe tuzungumze kwa sababu nafahamu kwamba wewe ni mlezi, wewe ni mama pia, wewe ni mwalimu, umekuwa unawalea wasanii wengi sana mama, na hili ambalo limetokea kwa Sofia, Jana mimi ni miongoni mwa waandishi ambao walikuwepo kwenye pati yake lakini A. kwa bahati mbaya wasanii wengi hawakuja na hata baadhi ya watu waliokuja walishangaa kuona kwamba jambo halijafanyika. Lakini naona posti nyingi ambazo zinatembea nyingi sana, lawama kama unatupiwa wewe kama mzazi, kwa sababu nili, baada ya kuona watu hawajaja, nikajaribu kushuti ile lile bango, nikaposti, nikasema tayari tumeshafika eneo la tukio, tutamsubiri basi tegele. Baada ya kuposti A. watu wengi kama lawama zinakuja kwa Lamata ukiwa kama mlezi Nikatamani walau nipate mama, kauli yako kama mama eh ee, kama mlezi wa wasanii wengi. Wamelaumu nini? Wamelaumu kwamba Lamata anaonekana kama ma, malezi ambayo kile ambacho alikiongea Sofia kama Maa, watu wengi hawajakipenda, nikaona kama comment nyingi kama wanamsema, la tatizo lipo kwa Lamata. Lamata analea wa wa wasanii wa, wa, wa design hii, nikasema nikuulize kama kuna ili ambalo umeshalisikia na kauli yako ni ipi, labda kwa kile ambacho Sofia amekizungumza kwa kwa kawaida tu mm, kama mzazi anaweza akapenda mtoto wake afanye kitu kama hicho? Hapana, hawezi. Si mimi na mimi ndio hivyo hivyo, na ndio maana tulitoa taarifa kwa umma, mali taarifa kwa umma inaeleza kila kitu mm. Kwa mimi sina cha kusema hapo. Watoto ni wengi, katika watoto unaolea zaidi ya mia moja, wote inaweza ikatokea. Kama mzazi, kwa hiyo unabidi ukubali kila kitu, ndio ndio maana ya mzazi. Kwa hiyo mtoto akiteleza, anaeteleza ataonywa, maisha anaendelea kwenye familia ile, kitu kipo kwenye kila mahali. Kwa hiyo imetokea, ni bahati mbaya, sio kama si walei vizuri, watu wangu na walei vizuri, ndio maana sio wote walifanya hiyo tukio. Ndio, kwa hiyo imetokea kwa bahati mbaya na tumempa adhabu na maisha yanaendelea. Na ndio maana labda jana pengine kumuona au kitu chochote kilitokea, kimi mimi sijui mmm, kwa upande huko, lakini mimi sikupendezwa kama mama, nilichukizwa kama mama na nilimwonya kama mama. Basi hapo hapo kwenye adhabu, kuna namna yote ambayo uliwashirikisha wasanii wengine wasije, labda kama kama mlezi wito wako ni... Ndiyo, nimeelewa. Uh -huh. Wito wako ni upi sasa kwa wasanii wengine ambao kufanywa interview ni kawaida, lakini ile mtu anafanywa interview akiwa mazingira hivyo, sawa, labda amelewa, wito wako ni upi, limadi si ikajirudia kwa wasanii wako wengine ama kwa wasanii wengine ah? sio nzuri, ukiangalia kiaia itokea ni bahati mbaya na haitajirudia tena sawa. Kwa wale wote ambao labda wamechukia, wamemchukia wa Lamata wamechukia Lamata village, wamemchukia Sofia, kauli yako nipi? Naweza kuwaambia kwa kusamehe tu, kwa sababu kosa linatokea na hauna namna, kama mtu amejisikia vibaya kwa namna yote ama nyingine, ila haitajirudia tena. Aye, madam, asante pia, pole na kazi. Asante bwana. Hiyo ni ilikuwa sauti ya Madam Lamata kama ulivyoweza kumsikia mwanzoni, ulimsikia Sophy Juakali mwenyewe, lakini baadaye umeweza kumsikia Madam Lamata. Kubwa zaidi alikuwa anajaribu kuonyesha tu vile ambavyo alikuwa ameguswa na kauli ambayo alikuwa amezungumza, mfa nani niseme, binti yake, nadhani nikasema hivyo, e, moja kati ya binti moja kati ya wanawake ambao wanapatikana kwenye mamvuli wake wa Lamata Village, lakini kubwa zaidi Lamata, Madam Lamata amejaribu kuwaomba Watanzania kwamba jambo limeshatokea. Mwisho eh, wa siku, anaomba radhi kwa kile ambacho amekifanya binti yake, na wao kama Lamata Village watahakikisha kwamba wasanii wote wanaishi kwenye misingi na maadili ambayo inastahiki. Kwa hiki ambacho kimetokea, tuweze kuwasamehe E, mashabiki wote ambao wanapenda kazi ya Juakali, kazi za ambazo na produce yeye madam Lamata, e, nawaombeni hata mimi sasa muweze kumsamehe kutokana na hiki ambacho kimetokea, ama kutokana na kitu ambacho e, madam Lamata mwenyewe amezungumza. Lakini wito kwa watu maarufu hapa, namaanisha wasanii, kwa maana kwamba waigizaji, waimba muziki e, na watu maarufu wote, ama binadamu kwa ujumla, tujaribu kujaribu kufikiria maneno sahihi ya kuweza kuzungumza kwenye media mara baada ya kuwa mnafanywa mahojiano, tujaribu kuangalia neno ambalo unaamini ukizungumza litaweza kuleta eh, kitu tofauti kune jamina, wandishi, kwenye jamii. Na sisi waandishi tuendelee kuimizana wenyewe kwa wenyewe, tujaribu kuangalia wale watu ambao tunawahoji, tukiwa na mtu ambaye labda hayupo mazingira sahihi, tusiweze kumhoji. Mwisho kabisa ni kwambie tu kwa hiki ambacho kimetokea, usisahau kuacha komenti yako kuhusiana na hiki ambacho amekifanya Sophy Juakali kuhusiana na kauli ambayo amezungumza kuusianah na kauli ambayo amezungumza mwenyewe madam Lamata. Usisahau kuacha komenti yako hapo. Hii ni Nyundo TV, thanks for watching.